Unajua, ni kitu gani kinatisha zaidi ya kifo? Ni kufika miaka 40 mpaka 45, unageuka nyuma na kugundua kuwa uliharibu maisha yako kwa mikono yako mwenyewe kwa sababu ya tabia ambazo ungeweza kuziacha leo. Watu wengi wanaua future zao bila hata kujua. Katika video hii nitakuonyesha mambo nane unayopaswa kuyafuta kwenye maisha yako kuanzia sasa kabla muda hauja kutupa mkono. Nina uhakika kwenye haya mambo nane utakuwa unafanya hata matatu bila kujua. Hakikisha unabaki mpaka mwisho, maana point ya nane ina nguvu sana. Hakikisha ume subscribe na kuwasha kengele ya notification. Jambo la kwanza, kuishi kwa ajili ya watu people pleasing. Acha kutaka kila mtu akupende. Ukijenga maisha yako kumpendeza kila mtu, utajikuta unafanya kozi usioipenda unafanya kazi inayokutesa au unaoa mkwaju, unaolewa na mtu kumpendeza mama. Kumbuka, watu watakuongelea ukiwa maskini na watakuongelea ukiwa tajiri. Chagua upande wako. Unasomea udaktari kwa miaka mitano kwa sababu ndiyo sifa anayotaka baba yako, wakati moyoni unajua kipaji chako kipo kwenye uchoraji au biashara. Mwishowe unakuwa na digrii lakini huna furaha. Maamuzi unayofanya leo ni kwa ajili ya furaha yako au ni ili usiwakasirishe wengine? Je, utaendelea kuvaa kinyago cha maisha yasiyokuhusu mpaka lini? Jambo la pili, kusubiri wakati sahihi, Procrastination. hakuna wakati sahihi wa kuanza kitu kikubwa. Ukisubiri mpaka uwe na pesa zote au mpaka uchumi uwe mzuri, utazeeka unasubiri wakati sahihi ni ule unaoamua kuanza. Kesho ni siri, leo ndio fursa pekee ulionayo mkononi. Unataka kuanza biashara fulani, lakini unasema nitasubiri mpaka ninunue kitu fulani na kitu fulani chenye hadhi. Matokeo yake miaka miwili inapita na bado hujaanza chochote, huku kuna wenzako walianza na hali uliyokuwa nayo na saivu wapo mbali. Unajua kuwa hakuna siku kalenda itakuonyesha kuwa leo ndio wakati sahihi wa kuanza ndoto yako. Kama sio leo unapoanza, ni lini hasa utakuwa tayari kuchukua hatua ya kwanza? Jambo la tatu. Matumizi ya simu bila tija. Simu yako inaweza kuwa ofisi au ikawa kaburi la muda wako. Kama kila ukiamka unatumia saa mbili kuangalia maisha ya watu Instagram, unaruhusu akili yako iingie kwenye low battery kabla siku haijaanza. Punguza scrolling ongeza doing. Unaingia TikTok saa mbili usiku kwa dakika tano tu lakini unajikuta saa nane usiku bado unaangalia video za vichekesho. Masaa sita ya usingizi na tija yamepotea kwa mambo ambayo kesho asubuhi hutayakumbuka hata kidogo. Nne. hofu ya kusemwa Fear of criticism. Watu wengi hawaanzishi biashara kwa sababu wanaogopa kuchekesha marafiki zao. Ukweli ni kwamba wale wanaokucheka leo ndio watakaokuwa wa kwanza kukuomba kazi kesho. Acha hofu, fanya kile unachoamini. Una wazo la kuanza kuuza mitumba mtandaoni, lakini unaogopa marafiki zako wa chuo watakuona umefulia. Unaacha biashara hiyo kisha baada ya mwaka unamwona mtu mwingine ameifanya na anapata faida kubwa. Utaruhusu maoni ya watu wasiojua safari yako ya kuzuia kufikia kilele cha mafanikio yako? Unajua kuwa hata usipofanya kitu bado watu watasema hivyo, kwa nini usifanye kile unachokipenda? Tano, mazingira ya marafiki wasio na maono. Kuna watu kwenye maisha yako wako hapo kwa ajili ya vibe tu, sio kwa ajili ya growth. Kama marafiki zako wanajua kila klabu mpya iliyofunguliwa mjini, lakini hawajui fursa hata moja ya uwekezaji, ni muda wa kubadilisha namba za simu. Ndege wanaofanana huruka pamoja. Kila ukipata mshahara au faida ya biashara, marafiki zako wanakupigia simu kukuambia kuhusu sherehe kali au mtoko wa wikendi. Hawakuulizi kuhusu akiba yako. Wanakuuliza, leo tunakunywa nini? Ni bora uwe peke yako kuelekea kileleni kuliko uwe na kundi la watu linalokushangilia ukiwa unaelekea shimoni. Chagua marafiki wanaokufanya ujisikie vibaya kubaki vile vile. Sita, matumizi ya pesa ya show off. Acha kununua vitu ili uonekane una pesa. Kununua vitu vya gharama ili uwakomeshe watu wasiokupenda ni ujinga wa kifedha. Tajiri wa kweli huwekeza kwanza na kununua anasa kwa faida. Maskini hununua anasa kwanza ili aonekane tajiri. Unachukua mkopo au unatumia mtaji wako wote kununua gari la kifahari ili tu ex wako au majirani waone umefanikiwa, wakati huna hata biashara inayokuingizia pesa ya mafuta na matengenezo ya hilo gari. Jambo la saba, kujilinganisha na maisha ya mitandaoni. Maisha ya Instagram ni highlights tu, sio uhalisia. Ukijilinganisha na mtu aliyechapisha picha ya likizo Dubai, huku wewe upo kwenye daladala, utajiona umefeli. Kila mtu ana saa yake ya kutaabika na saa yake ya kuangaza. Shindana na wewe wa jana. Unaona picha ya rafiki yako yuko likizo Zanzibar na unajisikia vibaya na kuanza kulia bila kujua kuwa rafiki huyo amechukua mkopo wa riba kubwa kufanya hiyo safari au amepiga picha tu na kurudi nyumbani kula ugali. Utajiri wa kweli haupigi kelele, umaskini ndio unaojaribu kujionyesha kwa nguvu. Jenga utajiri wa siri kwanza, kisha anasa zitajileta zenyewe bila kuhatarisha amani yako. Jambo la nane na la kuzingatia sana: kupuuza afya yako physical na mental. Unaweza kuwa na bilioni kumi benki lakini kama huwezi kunyanyuka kitandani kwa sababu ya lifestyle mbaya, hizo pesa ni karatasi tu. Acha kula ovyo, lala masaa saba hadi nane na fanya mazoezi. Future yako inahitaji mwili wenye nguvu kuifurahia. Unakula chips na soda kila siku na unakataa kufanya mazoezi kwa kisingizio cha sina muda. Unapofikisha miaka 35, unajikuta unatumia nusu ya mshahara wako kulipia dawa za shinikizo la damu BP au kisukari. Mpaka hapa nimekuonyesha maadui nane wa maisha yako, lakini sote tuna kile kimoja ambacho kinatupa shida zaidi. Kwangu mimi ilikuwa ni procrastination. Vipi kwako? Niandikie kwenye comments hapo chini, ni jambo gani kati ya haya utaanza kuliacha kuanzia leo? Nitapita kusoma na kujibu maoni yenu. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata miongozo kama hii kila wiki. Maisha yako ni jukumu lako lako. Anza kuyafanyia kazi sasa. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.